Raha ya ngoma ingia ucheze. Ati baraza la sanaa la taifa Basata linashauriwa kuwa karibu na wasanii katika matukio ya kuutangaza utalii wa ndani na sio kujikita kwenye sanaa nyingine za jukwani. Utamaduni, sanaa na michezo sasa hivi ni biashara kubwa sana. Tumeshuhudia kuna wasanii wanaleta kipato katika nchi kwa kiasi kikubwa. Tumeshuhudia serikali inavyowekeza bajeti kubwa kupitia sanaa na michezo katika kujenga miundombinu ili kumfanya eh, ili sasa ajira iwe kubwa sana. Dkt. Sinsia Henjewele, rais wa shirikisho la sanaa za maonyesho Tanzania Shisama, awaasa wasanii kuchangamkia fursa za uwekezaji na kuchangamkia fursa za mikopo toka mfuko wa utamaduni, maana sanaa ni bidhaa na biashara. Kwa tusubiri ndugu, baada ya hili bajeti ilivyopita, tuangalie ruzuku zinakuwaje. Tunawafikiria sana, tunawapambania sana halikadhalika, sarakasi na mashairi ni makundi ambayo yananiumiza kichwa, yanashindwa kupata zile pesa. Kwa hiyo pesa kwa wasanii zipo nyingi, naomba muende mjokotu kwenye mashirikisho mpate barua